Hebu ngoja nifunge mlango hivi. Mke wangu kila kitu huko ndani ume, umebeba? Eh mme wangu, nimebeba kila kitu. Aha. Fungo tuwachie hapa, si ndio pa tuliwaambia? Eh, wataukuta hapo sasa. Samahani mke wangu, najua nimekukwamisha mambo mengi, lakini haya yote ni kwa faida yetu. Ni kweli mme wangu, umenikwamisha lakini jicho la mwanaume linaona mbali kuliko la mwanamke. Yawezekana umeona hatari mbele. Kweli sasa, tuhame hiki kijiji, twende tukaishi mbali huko, tutaishi vizuri. Basi tuwahi kabla migambo hawajafika, twende mke wangu, twende. Mgambo ni hatari, wasije wakamcharaza mtu viboko hapa <tinyo> Nilijua kwamba unaweza ukapotea njia ya kucha kwenye huko polini, lakini nashukuru Mungu kwamba umefika ukiwa salama. Hapana ah, kupotea siwezi, maana nimeulizia ramani ya njia nikaelekezwa. Baby, I miss you so much because I need you. Unajua kwamba mimi sielewi unachokizungumza au unanitukana siria? Unajua kwamba mimi sikusoma, manake nilipozaliwa tu nikaanza kuchunga haya mang'ombe, manake mimi shule sikwenda. Sasa unapokuwa unaongea hayo maruka ambayo unayaongea mimi unanichanganya kabisa. Unapokuwa na mimi ni pole ukaongea Kiswahili au Kisukuma ndo naweza nikakuelewa. Hayo majoko lino koona yaongea mimi siyaelewi. Kweli. Kweli. Eh, kweli kabisa. <laughs> Kama nilivyowaambia hapo awali, tuwe watulivu, maana huu mkutano ni wetu wananzengo. Huyu aliyeko wa mbele yetu anahitaji msamaha wetu, mnaonaje wananzengo? Ibigat asante. Hey, hey, mwenyekiti, Mtemi anastahili kuadhibiwa fimbo ili kulipia yale aliyokuwa nayafanya. Haiwezekani, umri huu kunikimbiza na mafimbo. Hakitendeke Dosiani, unarakwongeza. Wabeja sana mwenyikiti bana, nzengo mwabeja, ikaya yamwe ntei ilitakirwe turekiwe pigete

Asante mwenyekiti. Ndugu mwenyekiti, ukipata nafasi ya kumwangusha tembo huo, ndio muda wa kufanya kazi. Huyo Ntemi ameshatudharau sana. Kama mimi na utu uzima wangu alinipiga fimbo tena nyumbani kwangu, leo mnawezaje kumhurumia? Haiwezekani bwana, au mnasemaje wananzengo wenzangu? <coughs>

Adumi, adumi, adumi, adumi. Lakini, kabla, ule holo sana naakana namba mtuli yenu temi yuko mbele yetu tumpe nafasi ya kujieleza.

Eh, naomba tu sasa wananzengo wanisamehe nani nabigiti vanhu baan vangi chene tururu wananzengo. Nadhani alivongea anahitaji huruma yetu au mionaje? Mwenyekiti analuwecha karibu. Asante uh, ndugu mwenyekiti, lakini asanteni uh, wana nzengo wote uh, ndugu zangu, mtu anaposimama kuomba msamaha, hii ni dhahiri shahiri wazi kwamba anahitaji kusamehewa. Bila kuacha piempyempye au talalila na maneno maneno yasiokuwa na maana, ni kwamba tuna haja ya kumsamehe huyu mtu ili nafsi yake iwe huru. Kwa mimi nachoona Bwana Ntemi kwa sababu kasimama hapa amekiri mwenyewe na anahitaji kusamehewa. Sasa sisi ya nini tuwe na roho ngumu ama kuifanya mioyo yetu iwe migumu? Tumsamehe ili nafsi yake iwe huru. Mimi ndio nachoona iwe hivyo. Asanteni sana mwenyekiti. Karibu Ntemi kwa mpaka sama tuonekeje na ndiye nao. Eh, safi kabisa shigera unaraka kuongeza, karibu. Asante mwenyekiti. Wananzengo. Mimi na, mimi nitaungana na mawazo ya Rumweja. Pia ba mune toka hubaga. Eko mune wazunyaga makosa gakwe. Nena ulo mbaka tuunsa mehe. Temi. Bebo denisomba nguichane. Ito ukode nene nafisi yane. Ukode nene. Na kosa mehaga. Nene, narihe, na hodo mwenye kiti. Mwenye kiti. Zajuma u nubanja wa mami hayo dibona bananzengo tuli nangwe ku butongi isa na mami hayo gakwe twagigwaga ico naroha ku lomba u nene dibona mu ntu leka faini akalng'wigelela nene nali hena hotu bananzengo Uta kufika majaribu, utakosa pa kushika. Leila, hata hmm? Mimi nirudi nyumbani, baba, sija kakuta sipo. Sitaki kumkwaza baba yangu. Najua, leo ni siku ya furaha kwako. hapa abake mtu, tunaenda wote. Haya, ah, twende kazani na nguo alizonunulia. Subiri nifunge mlango, twende wote. Mwenyekiti wana nzengo mimi naona bwana Ntemi aseme na asemewe, kwa sababu huyu bwana kaamua kubadilika. Ntemi ameamua kubadilika, naona ana mabadiliko makubwa sana, na mpaka kaamua kumpeleka mtoto wake shule. Naona ana mabadiliko huyu, inatakiwa tumuone. Tumpige fani ya kumwonya, langu ni hilo mwenyekiti. Uko sawa, naikuma? Asante bwana, haya ndiyo maoni tunayoyataka. Eh, muwe huru sasa He? Kuna mwingine? Mimi nawaza mwenyekiti, mtu akiomba msamaha lazima tumsamee mwenyekiti. <coughs> hey, Bibi Gati una jambo la kuongezea? Ndio, haiwezekani kirahisi hivyo, msitetee. Hi, nina asira naye, hasa yule mtoto wake. We, Bibi Gati vipi na wewe? Mtu ameshaomba msamaha, mdomo wa nini tena, mambo ya husuda suda, sijui uchokozi, maneno ya nini? Eh? Wewe mwenyewe ni mkolofi. Wewe mtoto, nenda kanyonye kwanza. Mikutano kama hii, watoto ondokeni. Ah, tushakuchoka. Ah, sikilizeni, nyamazeni. Maoni yenu nimeshasikiliza, kinachofuata sasa hivi hapa ni hukumu tu <coughs>

Naomba muwe makini kabisa. Temi anaadhibiwa ng'ombe tatu, kwa ajili ya kufuta kilio na machozi aliyosababisha matendo yake. Ananzengo, nimepata taarifa Bensoni ametoroka. Hivyo basi, tunampa adhabu ya kumtenga kwenye kijiji chetu na familia yake yote Lama. Lama Nyanjige. Naomba mwambatane na migomba hawa mwende mukafate ng'ombe kwenye zizi la Ntemi. Sawa mkuu. Sawa mwenyekiti, tutatekeleza. Ito liako cha licigwagawogota esholehambale eshokwembola ulejali mitugo kuliko mwana wako baba. Oh,